Jengine ambalo sekta hii nataka mlifanyie kazi na hasa kwenye hili lila la teknolojia, kuna vijana wetu wengi wengine nimewaona hapo wameanzisha taasisi yani wa wa wa zao za ubunifu, yani hebu washirikisheni, washirikisheni, wagaieni mikoa. Nyinyi mnatengeneza mashine za maji, hebu shughulikeni na ukanda huu. Wapeni nyenzo, wasaidieni watengeneze